Mimi ni sekretari wake. Mwanaume wa heshima, mume wa mtu. Tangu nianze kazi alinionyesha upande wake mwingine, upande wa upendo na kuelewa. Mara nyingi alinieleza matatizo ya ndoa yake. Nilihisi huruma sana kwake. Polepole tamaa ya kumfariji ilikuwa ndani yangu. Nikawa sehemu ya faraja yake, sehemu ya siri zake. Usiku ule wa kwanza alinichukua kwa utulivu, alinibusu kwa upole niliyowahi kuusikia tu kwenye hadithi. Alinifanya nijisikie kama malkia, kama malaika. Usiku wa pili ulikuwa wa moto zaidi. Nilipotea kwenye ulimwengu wa mahaba niliyokuwa nikiakosa kwa muda mrefu sana, nilijisahau kabisa. Lakini sasa hii niko na mimba yake. Sina raha hata kidogo, sijui kabisa cha kufanya. Yeye ametulia, hataki kabisa kuharibu ndoa yake. Nimeachwa na mzigo huu peke yangu. Mzigo wa penzi lililojaa furaha ya muda mfupi sana, lakini maumivu ya muda mrefu. A, maumivu haya. Je, nifanye nini sasa? Nimpe mtoto huyu? Nimwambie mkewe ukweli wote? Au nitoweke tu kimya kimya na siri hii nzito. Nahitaji ushauri.